Jamani karibuni sana. Asante. Asante. Mbona mm, mmekaa na sura za huzuni. Hapana, sio huzuni. Sioni sura za kuchangamka zinazo zinazo zinazohamasisha kwamba mnaenda kazini eh? Mnaenda kupigania ndoto zenu sizioni hmm? Sio huzuni, sio huzuni. Mm. Karibuni sana. Asante. Okay. Mimi naitwa Joyce Kiria, ni mkurugenzi kwenye huu mradi au hii ofisi taasisi, ni mwasisi wa mradi huu wa Wadada Center, lakini na mimi nilikuwa dada wa kazi zamani. Kwa hiyo nikaja kuanzisha uh, hii platform au huu mradi ili uweze kuwasaidia pia wadada wengine, kwa sababu niliona ni njia ambayo mimi nimepita na nimeweza kupata mtaji na nimeweza kuishi maisha yangu vile ninavyotaka. Kwa hiyo wanawake wengi wanaopata changamoto huko mtaani kwa sababu hawana mtaji, wanalalamika, wanalialia, wengine ndio hivyo wanazalishwa, wanatelekezwa. Alafu maisha yao yana, yanakuwa magumu. Basi nikaanza kuhamasisha kwamba wachukue nafasi ambayo na mimi nilichukua. Wapite njia ambayo na mimi nilipita. Sawa, kwa hiyo hapa tunaongea tuna, na mtu ambaye ana uzoefu ana uhakika na njia ambayo nyinyi mmechagua pia kuja kupita. Sawa, Sala. Na, ni mfano. Ni mfano na, sawa. Mm. Na ni mfano, ni mfano kwa sababu kama unavyoniona mimi ndio CEO, sawa? Kwa hiyo nachotaka maana yake ni kwamba wewe pia una uwezo wa kutengeneza maisha yako kuwa bora. Kitu cha muhimu tu ni kwamba usiwe na haraka, usitake mafanikio ya haraka, utakuwa mdokozi, utakuwa mwizi utakuwa mdangaji, na hayo na hizo njia zote wala hazina baraka wala haziwezi kukufanikisha, utakuwa unapoteza muda tu. Lakini ukifanya kazi yako kwa uaminifu na kwa bidii, Mungu atakubariki, utapata mtaji na wewe utaenda kuishi maisha yako Naelewana? Hmm. Ya, sasa kwa sababu sisi ni binadamu na binadamu hatuwezi kujua nia zetu za ndani, yani ule uaminifu tunaoongelea. Kwa sababu si hapa tunahubiri uaminifu, uadilifu, ukweli na uchapakazi. Hizo ndio ndio maadili yetu. Sawa. na hayo maadili ni maadili ambayo yako kwenye vitabu vya Mungu, sindio? E, kwa Mungu hakuna uongo, hakuna uizi, hakuna udokozi, hakuna utapeli, sindio? yeah. Kwa Mungu kuna ukweli, uaminifu, uadilifu, um, uchapakazi kwa hiyo yeah. Hivyo ndio, hizo ndio sera zetu. Sasa kwa sababu hatuwezi kuona kwa kukuangalia usoni yeah. tukajua mm, dada Eh, Husna dada eh, nani? Amina. Amina, Zahra, Zarina ni waaminifu, basi tumeweka utaratibu ambao utatuongoza sisi wote si ndio? ili baada, maana pia binadamu kuna kigeugeu, unakuja hapa mwanzoni unaelekezwa kila kitu vizuri, ukifika tena kule umetugeuka, lakini kukiwa na maandishi tunasema jamani, wewe, si ndio dada, ulikubaliana na utaratibu wetu, inakuwaje sasa hivi, unageuka geuka. Kwa nini? Kwa sababu kuna baadhi ya wadada walishakuwa sio waaminifu, wanasaini mikataba yetu, wakifika kazini wanakuwa tena wasumbufu, wanakuwa tena hawafanyi kazi vizuri, wanakuwa tena yani hawafati ule mwongozo tuliowapa. Na huu mwongozo tunaowapa ni mwongozo ambao utakufanikisha sio tu kwenye hii kazi ya ndani, ukiuzingatia vizuri, kwenye kazi yote utakayoenda kufanya, utafanikiwa. Ndio maana nimetangulia kuambia mimi ni role model wenu, kwa sababu nilianzia kwenye kazi ya nyumbani lakini sasa hivi nina kazi kama hivi na taasisi inayowasaidia wanawake wengi sana. Ukienda kwenye peji zetu utaona namna ambavyo kila siku wasichana wanakuja kwa ajili ya kwenda kutimiza ndoto zao. Ni kazi kubwa, sio kazi ndogo, si ndio? Lakini ili iendelee kuwepo, nanyi mmekuja leo mmeikuta, maana yake inabidi tuwe waaminifu. Tuwe waaminifu kama dada Husna. Hapa amemaliza mkataba wake, hakuna ugomvi wala hatugombani, yaani tunaagana vizuri, tunamtakia kila la heri, anaenda zake na Mungu anambariki lakini tusichokitaka ni yale umesema naenda kufanya kazi, mwaka umefika, umekutana na mazingira labda hujayaelewa vizuri ulivyokuwa unataka wewe, unaanza kutudanganya, mara sijui mimi sijui kimepanda mimi kimeshuka. Hayo ndo mambo sisi hatuna muda naye. Tunataka wadada wapambanaji kama kina dada Husna ambao watakabiliana na changamoto mbalimbali mbali. Kwa sababu hakuna kazi isiokuwa na nini changamoto. Kazi zote ni ngumu cha muhimu tu, hata ukichagua kukaa nyumbani maisha magumu vile vile. Unakaa tu nyumbani sawa, ufanye kazi lakini unakuwa ni mfukoni huna kitu, si ndio? mm -hmm. Sasa maisha ni mepesi kwani? okay. Mtoto wa kike kukaa tu huna hata mia ni maisha mepesi? Hapana. okay. Nayo na ugumu wake. Sasa ukiamua kuja kupambana na ugumu wa kazi, basi huku kwenye kazi huku tufuate ule utaratibu tuliojiwekea, lakini zaidi ya yote kutoa huduma nzuri kwa mabosi. Sawa. Sisi hapa hatutaki kabisa zile sera za hizi kazi za ndani bwana zina manyanyaso. A-a. Au ni watu ambao hawajielewi. Ukiona bosi wako anagomba kitu, anasema ujue kuna kitu hujafanya vizuri. Kwa hiyo ukikimbilia kusema hizi kazi zina manyanyaso hapana. Wewe unatakiwa ujitafakari kwa nini bosi hichi kitu ame, ame, ame gomba? Kwa nini ajas, aj, hajaridhika? Maanake mimi sijatoa huduma nzuri. Natakiwa nijiboreshe kufanya vizuri. Asa ukifanya hivyo maanake hata wewe unakuwa yani unakuwa kwa maana ya unazidi kujiboresha, si ndio? Kwa sababu hapa kwetu tuna kazi za mishahara tofauti, si mnajua? Sasa wale wanaolipwa zaidi maanake wanafanya kazi zao kwa ubora, hawafanyi kazi zao kikawaida kwa hiyo na wewe kama umekuja unaanzia level ya traditional hizi za kawaida, unapoenda kazini jitahidi kujisukuma. Bosi wako anaposema kuna kitu akijakaa sawa, usikimbilie kuona kama bosi anakunyanyasa au bosi anagubu, huyu bosi yani hawezi ya kukaa na watu amna. Bosi anakusaidia ili uweze kujinoa, ili uweze kuwa mdada ambaye una uwezo wa juu zaidi, sawa jamani? Sawa. Yeah, kwa hiyo karibuni sana. Uh, sasa tuta fahamiana kwa maana ya kwamba we umetokea wapi, umetusikia kutokea wapi? Hii ni kwa lengo la wale wengine ambao bado hawajatusikia au wametusikia bado wanahofu, wanapowaona wanasema eh, hey, jamani, kumbe wenzetu wanachangamkia fursa, ngoja na sisi twende. Kwa sababu lengo la huu mradi ni kuwatoa wanawake mitaani ambao hawana kazi wala biashara hii e, sio zama zile za kukaa nyumbani na unasubiria s bwana uolewe ukampikie. Zama hizo zilipita, za mabibi na mabibi zenu wa zamani sana, si ndio? mm -hmm. e, sasa hivi, na sana sasa hivi kila mwanamke unaona anapambana eh? E, kwa sababu, um, ukikaa nyumbani yani ukiwa tu mama wa nyumbani unakaribisha umaskini na umaskini utakupeleka kwenye ukatili na manyanyaso, sawa ukiona eh? E, wanawake wanapigwa kwenye ndoa, ananyanyasika, wanafanyiwa ukatili ni kwa sababu walibweteka wakaamua kujiweka kuwa tegemezi. Ukishakuwa tegemezi tu ujue kabisa maisha yako hayatakuwa, utakuwa na furaha, utakuwa unapangiwa cha kufanya. We mtu mzima, utakuwa huwezi ku- ku- yaani, huwezi kujifanyia vitu vyako. We si unahitaji mahitaji mbalimbali eh? Hivi hata pedi kweli, unakaa hapo unaomba, na we una-, unaona ni sawa hicho kitu hm? Vocha uombe, pedi uombe, maisha ya kuombaomba, alafu unatarajia mtu akuheshimu, hata kuheshimu nje. Sasa we mwenyewe hujiwezi, na Mungu amekupa nguvu, amekupa akili, umeshindwa kuzitumia kujihangaikia, unataka binadamu wenzio akuhangaikie. Kwa nini asikunyanyase? Lazima unyanyase, si ndio? mm, kwa hiyo okay. Sasa hapa sisi hivi wanawake wasinyanyasike, ndio maana tunawaambia nendeni mkafanye kazi, acheni uvivu, nenda kapambanie maisha yako. Mungu amekupa akili amekupa nguvu, nenda kapambenie maisha yako, achana na mambo ya kutegemezi, acha, tuko pamoja. <tipi> Haya, tutamsikiliza dada Husna ambaye yeye leo ni role model wetu hapa. Amemaliza mkataba wake sasa hivi, mwenyewe anaenda kufanya si shughuli gani, atatuambia.